Wa ila thamuda akhahum saliha qala ya qawmi ubudu llah ma lakum min ilahin ghayruhu, Na kwa watu wa Thamudi tulimtuma ndugu yao Saleh. Saleh alisema, enyi watu wangu, mwaabuduni Allah, hamna nyinyi mungu mwingine zaidi yake. Huwaanshakm mn alard wastamarkm fiha fstaghfiruhu thumma tubu ilyh in rabbi qaribun mujib, yeye ndiye aliyeanza kukumbeni kwa kumuumba Adamu kutoka ardhini na akawaimarisheni humo, basi mwombeni msamaha yeye, kisha rudini kwake. Hakika Mola wangu mlezi yupo karibu sana.

hakika ulikuwa mtu unayetegemewa sana kwetu kabla ya haya. Hivi unatukataza kuabudu walichokiabudu baba zetu? Na kwa hakika sisi tuna shaka na wasiwasi kwa hayo unayotuitia. Qala ya qaumi araaytum in kuntu ala bayinati min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min Allahi in asaytu Faman yansuruni minallahi in asaytu fama tazidunani ghayra takhsir, Salih akasema: enyi watu wangu mwaonaje, kama ninayo dalili kutoka, kutoka kwa Mola wangu mlezi nami nipa rehema kutoka kwake, basi ni nani atakeninusuru kwa Allah endapo nitamuasi? Basi hamtanizidishia chochote isipokuwa kunitia hasara tu. wa ya qaumi hadhihi naqatu llahi lakum aya fadharuha ta'kul fi ardi llahi wa la tamassuha bisu wa la tamassuha bisu in fa ya'khudhakum 'adhabun qarib. Na enyi watu wangu, huyu ni ngamia wa Allah, ni ishara kwenu basi mwacheni ale katika ardhi ya Allah na msimguse kwa ubaya isije kuwashikeni adhabu iliyo karibu mno. faaqaruha faqala tamattau fi darikum thalathata ayyam dhalika wadun ghayru makdhub, basi walimchinja na Saleha akasema stareheni majumbani mwenu kwa siku tatu, hiyo ni ahadi isiyokadhibishwa falamma jaa amruna najjayna salihan walladhina amanu maahu birahmatin minna birahmatin minna wa min khizyi yawmaidhin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz, basi ilipokuja amri yetu tulimwokoa Salih na wale walioamini wa pamoja naye kwa rehma kutoka kwetu na kutokana na fedheha ya siku hiyo. Hakika Mola wako Mlezi ndiye mwenye nguvu zaidi mwenye ushindi. Wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Na ukelele ukawaangamiza wale waliodhulumu na wakapambazukiwa wakiwa maiti ndani ya majumba yao. Ka allam yaghnaw fiha

qala salamun fama labitha an jaa bi'ijlin hanidh na, hakika walikuja wajumbe wetu kwa Ibrahim kwa bishara njema, wakasema salama, naye akasema salama. Haukupita muda akaleta ndama wa kuchoma falamma raa aidihum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut, ni pindi alipoona ya mikono yao haimfikii ndama hawali aliwatilia shaka na woga ukamwingia malaika wakamwambia, usiogope hakika sisi tumetumwa kwa watu wa Lut. wamraatuhu qaaimatun fadahikat Fabashsharnaha bi ishaq wa min waraai ishaq yaaqub, na mkewe alikuwa akasimama na akacheka. Basi tukambashiria kuzaliwa mtoto Ishaq na baada ya Ishaq Yaaqub. Qalat ya wailata aalid wa ana ajuz wa hadha baali shaykha inna hadha la shayun ajib, mke wa Ibrahimu akasema e hey. Hivi nitazaa kweli? Ilhali mimi ni kikongwe na mume wangu huyu ni kizee. Hakika hili ni jambo la ajabu sana. qalu atajabina min amri llahi rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahla albayt innahu hamidun majid. Malaika wakasema hivi unastaajabu amri ya Allah? Rehma ya Allah na baraka zake ziko kwenu watu wa nyumba hii. Hakika yeye ni mwenye kusifiwa mwenye kutukuzwa. falamma dhahaba an ibrahim ar-ru'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qawmi Lut, na pindi hofu ilipomwondoka Ibrahim na ikamjia ile bishara ya kupata mtoto alianza kujadiliana nasi kuhusu watu wa Lut. inna Ibrahim la halimun awahun munib, hakika Ibrahim alikuwa mpole ana huruma na mwepesi wa kurejea kwa Allah. ya Ibrahim a'rid 'an hadha innahu qad kd jaa amru rabbik rabbik wa innahum atihim 'adhabun ghayru mardud, malaika walimwambia ewe Ibrahim, ili liache. Kwa hakika kabisa amri ya Mola wako mlezi imeshafika, na hakika hao itawafika adhabu isiyorudi nyuma. walamma jaat rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim dhar'a wa qala hadha yawmun asib, na pindi wajumbe wetu walipokuja kwa Lut alijihisi huzuni na akaona dhiki na akasema hii leo ni siku ngumu sana. wa jaahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, watu wake wakamjia mbio mbio, na kabla ya hapo walikuwa wakitenda maovu. qala ya qaumi ha'ulai banati hunna atharu lakum fattaqu Allaha wa la tukhzuni fi daifi alaysa minkum rajulun rashid, Luth akawaambia enyi watu wangu hawa hapa binti zangu ndiyo wametakasika zaidi kwenu, basi mcheni Allah na msinifedheheshe mbele ya wageni wangu. qalu laqad alimta ma lana fi banatik min haqin wa innaka la ta'lamu ma nurid, wakasema bila shaka unajua hatuna haki juu ya binti zako, na hakika unajua tunayoyataka. Qala law anna li bikum quwwatan au awi ila ruknin shadid. Lut akasema laiti mimi ningekuwa na nguvu ya kuwazuia au ningekuwa na kabila na jamaa wenye nguvu, tungepambana nanyi. Qalu ya lut inna rusul rabbika lan yasilu ilayk fa asri bi ahlika fa bi qitain min allayli wala yaltafit minkum ahad illa imraatak, malaika wakasema, ewe Lut, sisi ni wajumbe wa Mola wako mlezi, hawatakufikia naondoka pamoja na watu wako katika kipande cha usiku uliobaki, na yeyote miongoni mwenu asigeuke kutazama nyuma. Innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib, isipokuwa mkeo itamfika adhabu itakayowafika wengine. Hakika miadi yao ni asubuhi. Hivi asubuhi si karibu? Falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha wamatarna alayha hijaratan min sijilin mandud, basi ilipofika amri yetu tulikigeuza kijiji kile juu chini na tukawateremshia mvua ya mawe kutoka motoni. Musawamatan inda rabbik wama hiya min adhalimina bibaid, mawe yaliyotiwa alama maalum kwa Mola wako mlezi na mawe hayo